Sikiliza maneno haya kwa umakini sana. Kazi unayolalamika kuwa ni ngumu, ni ndoto ya mtu asiyekuwa na kazi. Mtoto mtundu asiyesikia unayemwona anakukela kila siku, ni ndoto ya mtu asiyekuwa na mtoto. Nyumba ndogo ambayo unalalamika ni mbaya, ni ndoto ya mtu asiyekuwa na nyumba. Akiba ya hela unayoona ndogo na haitoshi kwa chochote, ni ndoto ya mtu aliyezungukwa na madeni. Matatizo ya kiafya unayofikiri ni makubwa, ni ndoto ya mtu aliyelazwa mahututi na hajui atapona lini. Amani uliyo nayo, usingizi mzuri unaolala, mahitaji ya chakula unayoyapata kwa urahisi, ni ndoto ya watu wote wanaoishi katika nchi zenye vita. Tunapaswa kuthamini kila kitu tulicho nacho. Baada ya yote, hakuna anayejua kesho italeta nini. Kama haujaifollow akaunti yangu, kuna nafasi kubwa ya kutoziona tena video zangu.